Yes, kutokana na mashambulizi ambayo yamefanyika usiku wa kuamkia leo tarehe 13 mwezi wa sita mwaka 2025 kutokea kule Iran pamoja na Israel yamekuwa ni mataifa ambayo yakipambana sana, akiweza kuwa na machafuko makubwa sana, lakini pia tunaweza tukasema vita baina ya Iran pamoja na Israel. Sasa, mara baada ya machafuko hayo, moja kati ya viongozi wameweza kufariki au mkuu wa majeshi ameweza kufariki kutokana na machafuko hayo, ambaye mkuu huyo anafahamika kwa jina la Meja Jenerali Muhammad Bagheri mkuu wa majeshi ya Iran na mkuu wa kitengo cha majeshi ya juu zaidi kutokea kule eh, Iran anaweza kufariki kutokana na mashambulizi ya Israel ambayo pia aliweza kufanyika usiku kwa mkia leo tarehe 13 mwaka huu 2025 ambapo vyanzo vingi vya habari vinavyotambulika vimeweza kuthibitisha kifo chake kwamba kiongozi huyo ameweza kufariki dunia na ikumbuke kwamba Iran pia ilishasema kwamba ni lazima ilipe kisasi kwa muisraheli kwa kile ambacho amekwisha kukifanya. Sasa eh, shirika la, la wandishi la AP linaweza kuripoti kwamba Gen Mohammad Gabel pia, Chief of Staff of Iran Armed Forces eh, wakil is eh, in the Israel strike e, ameweza kufariki e, wakimaanisha ni kwamba ni mmoja kati ya viongozi ambao pia alikuwa anategemewa sana katika jeshi la Iran au katika jeshi la Iran. Pia alikuwa ni mtu ambaye ni msimamizi wa kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Sasa kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamekwisha kufanyika usiku wa leo, ameweza kufariki dunia, na ndio maana wao walishaweka kuweza kuweka kiapo kwamba ni lazima watalipa kisasi kwa namna moja eh, ama nyingine. Sasa ripoti za The Guardian pia zimeweza kuripoti rasmi kifo chake ikiwa ni sehemu ya mashambulizi makubwa dhidi ya mitambo ya nyuklia na viongozi wa kijeshi wa Iran kuweza kufariki, lakini pia kuweza kuwa na machafuko makubwa ya eh, kutokea huko. Lakini eh taarifa zinaendelea kwa kusema e, kuwa kumekuwa kuna ukaguzi uliopo kwenye ukurasa wa Wikipedia ambao pia unaonyesha tarehe ya kifo ilikuwa ni Juni 13, 2025, e, nchini e, Tehran ndiko ambako kifo hicho kimetokea, au mashambulizi hayo yanaweza kutokea katika maeneo hayo. Kwa hiyo hakuna shaka yoyote e, hakuna, hakuna ambayo inakuwa inazidi kuendelea, kwa sababu kifo kimeshaweza kutangazwa na mwanajeshi huyo au mkuu wa majeshi huyo ameweza kufariki e, kutokana na mashambulizi hayo ambao meweza kutokea baina ya Iran pamoja na Israeli na ikumbuke kwamba Iran pia ilishaweza kuweka ahadi yake kwamba ni lazima italipa kisasi kwa eh, Israeli. Sasa kutokana na hiki ambacho kinakuwa kinazidi kuendelea, viongozi wake wanazidi kufariki kutokana na machafuko haya haya. I mean, kwamba lazima eh, hasira zitazidi kuwa zinaongezeka kwa upande wa Iran kuweza kumshambulia Israeli kwa namna yoyote ile. Vita kupungua kwa upande huu itakuwa ni ngumu, ni ngumu sana kutokana na matukio ambayo kila siku yanazidi eh, kutokea. Leo amefariki kiongozi, sasa eh, majeshi hayo yataongozwa na nani? So na wao wameamua kuwapa kwamba ni lazima waweze kulipa kisasi kwa namna moja ama nyingine. So, Israeli waweze kujipanga kutokana na kisasi hiki ambacho kimeweza kupangwa eh, kulipo na eh, Mwiran katika mashambulizi ambayo alikuisha kutokea eh, siku ya tarehe kumi na mbili hadi kuamkia leo siku ya tarehe kumi na tatu ambayo yameweza kusababisha mpaka mkuu wa majeshi huyo eh, kuweza eh, kufariki dunia. Yapi maoni yako kuhusiana hili? Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu. Rekomendisha kinoma noma.